Naam, inawezekana kabisa umelipata tangazo linalohusiana na harambee katika kituo cha Huruma kwa maana ya Huruma Senta siku ya tarehe tano Disemba hii mwaka 2025. Sasa mimi nimeamua kufika hapa kukujulisha kwamba Huruma Senta yenyewe iko wapi, lakini baadhi ya mambo ambayo yako hapo kama kituo na vitu vilivyopo. Sasa hapa ni mnara wa saa kama ambavyo tumezoea kuita wanailinga lakini pia watu walioko nje. Na hii ndio barabara ya Dodoma ambayo watu kutoka ukanda huo wanaweza mkafika kama unatoka Dodoma au ukanda huu wote. Nakaribishwa sana. Kitu kizuri pia kwa watu wa Dar es Salaam, watu wa Mbeya, Njombe, barabara hii ya huku mnatokea hapa Ipogoro mnapandisha mjini mnafika mpaka hapa. Sasa kutoka hapa ndio tunaelekea huko Huruma Center. Ambatana na mimi ni kuonyeshe maeneo mbalimbali katika njia hii. Ili uweze kupajia Huruma Senta. Kama unatamani kufika, basi mambo yanakuwa mazuri, lakini kumbuka hapa chini kuna namba za mwenyekiti na katibu wa kamati hii ya harambee ya, ya, hapa Huruma Center. Mimi naitwa Meshack Longo, tafadhali ambatana na mimi ujifunze mengi kuhusiana na kituo cha Huruma. Hapa ni posta ambapo ninalazimika kuvuka barabara kuelekea barabara hii kwa maana hii inaelekea Mkwawa, maarufu kama barabara ya Mkwawa. Lakini pia mkono wa kushoto ndiko ambako kuna ehe, kuna hizi ofisi um, za mbalimbali za mkoa. Lakini pia mkono wa kulia ndipo tunaacha sheli ya Asas na kisha safari inaendelea Baada ya kupita ofisi ya mkuu wa mkoa, sasa hapa mbele kuna barabara mbili, moja inaelekea Mkwawa, lakini moja inaelekea huku chini, ingawa na enyewe unaweza kufika Mkwawa, lakini tupite hii ya juu, huweza kufika tunakoelekea. Na hapa tayari ni chuo kikuu cha Mkwawa, ambapo sasa tunashuka chini kuelekea mahali uh, panaitwa Danish, tumezoea kupaita Danish namna hiyo. Kwa hiyo kwa hiyo sasa tunapita hapa chuo kikuu kwa maana Mkwawa, lakini sasa tunaelekea eneo moja wamezoea kuita Danish. Na hapa taratibu kabisa tunakunja kona kushoto, ndio kushoto, nachana nahiyo barabara, uko, uko, na hii barabara ambayo inaendelea huko mahali pengine kielekea huko Ikonongo na maeneo mengine lakini sasa tunaingia huku mkono wa kulia hapa, mtazamaji, ni Denish kama ambapo ndo nimekwambia, lakini na penyewe unapita sasa. Kuna kona hapa, ni muhimu kunisikiliza na kufuatilia, kwa sababu ukikunja kushoto kuja hapa Denish unashuka tu kidogo, unakunja kulia sasa kuelekea Mkwawa um, kwenyewe ambapo unavuka hapo kuelekea Mkwawa, mbele kidogo tu utaona kanisa lakijira kiukweli, Tanzania dasisa Iringa msharika wa Mkwawa ule pale, kama unapotazama vizuri. Lakini ninapotazama hiki ninachokiona ambacho hata wewe unakiona bila shaka unapata tafakari kwamba leo tupo, kesho hatupo. Swali so, la msingi tu ni kwamba usipokuwepo, nani atawajali na kuwatunza wale unaowaacha? Ni vizuri kuwekeza sadaka yako kupitia kituo hiki cha Huruma. Tuendelee na safari msikilizaji na mtazamaji wetu. <laughs> Mtazamaji, pamoja na safari yangu kuelekea kituo cha Huruma, sasa nimekutana hawa wanafunzi wangu, kwa sababu wao wanasoma katika shule ya sekondari Mlamke na mimi kwa neema ya Mungu nimepata nafasi siku moja moja kufundisha wale wana ukwata, lakini wacha tuendelee kusonga na safari yetu na bado tunaendelea kusonga mbele hapa, tupo karibu sana kwa sababu tumekwisha kupita Mkwawa na kama ambavyo nimekujuka kuna maeneo mbalimbali ambayo tumeyapita. Sasa tunaelekea Huruma Senta, kwa maana ya kituo cha Huruma. Endelea kufuatiliza safari hii, pengine umeungana na mimi wakati unakuja mahali hapo. Basi karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu mno. Yes, hapa tumekusha kuvita kwenye daraja lakini sasa kwa kweli, ndio tumeingia kwenye himaya ya Huruma Center. Kama unaona kwa mbali kuna fence flani hapa ambayo pia ni kubwa kuelekea mpaka kule mbali kabisa. Sasa huku mwanzoni kuna shule ambayo tutaijia hivi punde, lakini kwanza mimi nataka tuianzie hapa mlangoni, mm, au hapa getini, kwa maana geti kubwa, kwa maana ya kituoni penyewe, kwa sababu kuna idara mbalimbali, kuna maeneo mbalimbali ambayo ni vizuri nikakuonyesha, ile na wewe unapogusa kuchangia jambo hili, basi uweze kufanya kwa ukubwa na kwa ubora wake na <xio> baada ya kufika hapa, sasa ninazungumza moja kwa moja na meneja wa kituo hiki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mtazamaji uh, angependa kufahamu jina lako, lakini pia utuambie kwa muhtasari tu juu ya kituo hiki, vitu gani vipo hapa, au kuna mambo gani ambayo ungetamani kuweza kumwambia? Karibu sana. asante sana mtazamaji, kwa jina naitwa mchungaji Upendo Sanga, ni mchungaji wa dayosisi ya Iringa na ni mkuu wa kituo cha Huruma Senta na tunapozungumza habari ya Huruma Center, kwa kifupi ni kituo ambacho kinalea watoto yatima na baadhi ya watoto wanaokutana na changamoto mbalimbali kwenye jamii na watoto wanaokutana na vitendo mbalimbali vya kiukatili, lakini asilimia kubwa ni watoto yatima. Na kituo cha Huruma Center kwa ujumla wake ni kituo ambacho kimetimiza miaka thelathini sasa toka kimeanza, kujiadhimisha mwaka jana na ndani ya hiyo miaka thelathini kituo cha Huruma Center kimefanya mambo mengi sana, na jambo kubwa kubwa ambalo limeendelea kufanya ni kuhakikisha linawalea watoto yatima ambao hawana wazazi katika usalama kwa malezi, kwa kuwapatia chakula, kuwapatia malazi, kuwapatia mahitaji ya msingi ikiwepo elimu. Kwa hiyo tuna watoto wanaosoma kuanzia ngazi ya shule ya msingi lakini pia mpaka vyuo vikuu. Na kituo hiki sasa, kwa mwaka huu tunapoadhimisha miaka thelathini, tayari kimeshahudumia watoto zaidi ya elfu moja. Na kutokana na changamoto nyingi ambazo watoto hawa wameendelea kupitia katika jamii, kuna baadhi ya watoto wanapofika kwenye makao huwa wanakosa muda mzuri wa kwenda kupata elimu hasa mazingira nje na kituo chetu. Tuna shule chache ambazo zinatuzunguka, na watoto wetu wamekuwa wakisoma huko kwa miaka mingi, lakini sasa tuna miaka mitatu tumeanza ujenzi wa shule yetu ndani ya makao. Na kwa nini tuliamua kujenga shule ndani ya makao? Tuliamua kujenga shule ndani ya makao kwa sababu watoto wa Huruma Center ni watoto ambao ni wahanga wa matatizo mbalimbali. Wakati mwingine wanapokutana na vitendo labda vya kiukatili wanapokuwa na kesi zile kesi zinapofuatiliwa mahakamani, watoto wanapokuwa nje ya kituo wanakuwa na usalama mdogo sana, hasa kwa wale watu ambao wamekuwa wakiwatafuta wanafamilia ili kupoteza ushahidi. Kwa hiyo kwa kushirikiana na dayosisi ya Iringa tumeshaanzisha shule ambayo mpaka sasa ina madarasa mawili, kwa maana madarasa yale ya msingi, darasa la kwanza na la pili lakini pia tuna madarasa mawili ya chekechea, chekechea ya kwanza na chekechea ya pili, lakini madarasa bado hayajakamilika. Tunaendelea na ujenzi, na ndio maana hata mwaka huu pia tunajipanga kwa ajili ya kuendelea kufanya changizo ili watu waendelee kuichangia shule yetu. Tunapungukiwa darasa la tatu, tunapungukiwa darasa la nne, tunapungukiwa darasa la tano la sita mpaka la saba. Kwa hiyo tunatoa wito unapochangia shule hii, kwanza kabisa ujue unawafanya watoto kuwa katika mazingira salama, na wanapokuwa katika mazingira salama, sisi kama kanisa, inatusaidia kuhakikisha watoto hao wanatimiza ndoto zao. Na kama kanisa limeona, mtoto hata kama ni yatima, mtoto hata kama ni muhanga wa vitendo vya ukatili, mtoto hata kama hana ndugu, mtoto hata kama ameokotwa lakini bado ana wajibu wa kutimiza ndoto zake. Lakini pia tunaamini mdao, unayetusikiliza au unayetutazama ni miongoni mwa watu ambao watatusaidia kutimiza ndoto za watoto hawa. Kwa hiyo tunakuomba usichoke, kwa chochote utakachojariwa. Una fedha, una mifuko ya simenti, una bati, au una kitu chochote kile, tunatoa wito, karibu sana sana utoe sadaka yako hii, ukijua shule hii inalenga zaidi kuwahifadhi watoto waliokutana na changamoto mbalimbali, wasome jirani, wawe huru, wawe na usalama. Kwa hiyo, mpendo wa msikilizaji, tunakushukuru na tunaomba tukukaribishe sana sana sana kuwa familia ya Huruma Senta, na Bwana akubariki amen. Na hatujamaliza, huyu ambaye ametajwa hivi punde tu utamwona akizungumza, lakini baada ya hapo pia tutaungana na mwingine ambaye yeye naye atazungumza jinsi ambavyo amenufaika na, amba na kituo hiki, na baada ya hapo tutamalizana na mkuu katika shule hii ya Iringa Lutheran English Medium School, kwa kifupi ILEMS. Karibu sana. Bwana asifiwe. Kwa majina anaitwa Tito Mulini, ni mtoto niliolelewa katika kituo cha Huruma Center na nilikuja hapa mwaka elfu moja, mwaka Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Tito Mbilinyi na miaka ishirini na moja mpaka sasa. Ni mtoto ambaye nimelelewa katika kituo cha Huruma Senta, kituo cha kulelea watoto yatima na wenye mazingira magumu, na nilikuja hapa mnamo elfu mbili kumi na tano na nilikuja nikiwa form 2 na namshukuru Mungu toka nilipofika hapa nilipata elimu iliyo bora walezi wangu pamoja na mkuu wa kituo walinisomesha shule mpaka form 4. Nilipomaliza form 4 nikafaulu, nikaenda moja kwa moja chuo. Na kwa nini nilichagua chuo, na kwa nini nilichagua kwenda kusomea masuala usta ya ustawi jamii? Nilichagua kwenda kusoma masuala usta ya ustawi jamii kutokana na maisha ambayo mimi mwenyewe nimepitia katika jamii, lakini pia kutokana na maisha ambayo watoto wa Huruma Center wengi tumepitia hivyo nikaamua kuchagua kwenda kusomea masuala ya ustawi wa jamii ili nije kuwasaidia wadogo zangu na watu waliopo katika jamii ambao wamepita katika mazingira ambayo, au wanapita katika mazingira ambayo si wenyewe tumepitia. Na namshukuru Mungu, maombi yangu yalikubalika mbele ya walezi pamoja na mawafadhili wangu wote, nikaenda kusomea masuala hayo na nikahitimu chuo kwenda kuhusiana na masuala ya ustawi wa jamii na namshukuru Mungu. Nikaona si vyema, kwa sababu nilielewa kituoni. Nikaona kiu yangu ni kwenda kwenda kufanya kazi kituoni kuwasaidia wadogo zangu hmm. na kwenda kuwaongelea wadogo zangu pale wanapokuwa wana shida, hasa kama nikiwa afisa ustawi. Namshukuru Mungu, maombi yangu yalikubalika na sasa nimerudi kufanya kazi mahali hapa, lakini kiujumla, nawashukuru ndugu jamaa na marafiki wote ambao mmekuwa mkijitokeza katika kituo chetu mkichangia chochote mlicho nacho mmekuwa msaada mkubwa mkishirikiana pamoja na walezi wetu kuwatimiza malengo ya wadogo zetu, pamoja na mimi mwenyewe nikiwepo. Lakini kuna wenzangu wengi ambao tumefanikiwa kupata ajira katika kituo hichi kwa sababu ya mkono wenu. Mungu awabariki sana. Lakini pia nawaalika, siku ya tarehe tano mwezi wa kumi na mbili itakuwa ni siku ya Ijumaa, siku ya Harambee. Tunawakaribisha sana chochote kitu mlicho nacho Karibuni sana mje mwawajengi watoto kimani, mje muwafariji watoto katika mazingira mbalimbali waliopitia, na waone kama bado mnawapenda hata kama hawana wazazi hata kama wanaisha magumu, lakini mkiwepo nyenye watafarijika na watajiona kwamba kwa ni watu ambao wanapendwa na wanaheshimika pia. Asanteni sana kwa majina, naitwa Esta Ngimba, ni mmojawapo wamefaika katika kituo cha Hurumasenta, nikiwa nimefaika mmojawapo ambaye nimepata malezi kutoka mtoto paka chuo kukulia hapa nilipo mwalimu katika shule, shule ya P and Primary Iringa Rosaland English media. Kutokana na kutokana na jambo hili ambalo liliwepo mbele yetu kuhusiana na harambee, na karibisha wote taasisi zote diocese pkt nzima, wachungaji na watumishi wote katika jambo hili juu ya ujenzi wa shule yetu. Asante. Kwa majina anaitwa Godlove Mwaibura ni mwalimu mkuu wa shule yetu ya Ilinga Lutheran English Medium School, ambaye tumeisajili mwaka jana, na kwa sasa hivi ipo hadi darasa la pili. Kwa hapa mbele yenu naona kuna mradi wa jengo la shule ambayo ni ghorofa tunayotegemea likawa na madarasa nane kwa ajili ya kukidhi idadi ya wanafunzi kadri ya mwaka unavyoendelea. Tunategemea ndani ya mwaka huu tukamilishe madarasa mawili ambayo yatakuwa na darasa la tatu na pengine kuendelea kwa ajili ya kukizi watoto watakao kuja mwakani darasa la tatu. Karibu sana hapa, ni Iringa Lutheran, kama mnavyoona majengo yanavyoendelea kujengwa hivyo. Hii ni jitihada na michango mbalimbali za watu wa KKT pamoja na jumuiya ambao wanajitoa kwa ajili ya kuwasaidia watoto yatima kwenda kupata maeneo ya kujifunzia. Basi Mungu abariki sana na wasaidie sana mwe mna moyo wa kujitoa kwa ajili ya kujenga shule yetu. Karibuni sana Lutheran English Medium School, mahali palipo salama na kutoa